Allah subhanahu wa ta'ala ametaja siku hizi ayyamut tashrik katika Qur'an, na alipotaja alitaka tufanye amali fulani katika hizi siku za ayyamut tashrik yakulu Allah fi kitabi wa dhkuru Allah fi ayamin ma'dudat, mtajeni Mwenyezi Mungu katika hizi siku ambazo idadi zake mwazijua katika sura al-Baqara. Ibn Abbas radiyallahu anhu alipofasiri aya hii akasema ayamin ma'dudat hii ayamu tashrik ni siku za tashrik tarehe 11, 12 na 13, Allah ametaja katika Qur'an. Kando na kutaja Allah asema, wadhkurullah, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Na katika njia bora ya kumtaja Mwenyezi Mungu katika siku hizi ni takbir yale ambayo tunaosema katika Eid na takbiri hii waweza kuileta katika sampuli mbili, imma tufanye kwa pamoja, kama vile tunavyofanya baada ya swala za faradhi salatu al-fajr wa dhuhur wal asr wal maghrib wal isha mpaka swala ya asri tarehe kumi na tatu, kwa sababu ukiingia maghrib, ishaanza siku mpya, ni tarehe kumi na nne. Kwa huyu ambaye amewahi hizi siku anaambiwa mtaji Mwenyezi Mungu. Tukiwa pamoja, tumeruhusiwa